Hakukua na mtu mwema duniani kama Muhammad Gaddafi. Mungu anasema la kumdinu kumu waliya dini. Magufuli yuko hai, Dr. Samia alikwenda Nairobi kumsalimia Alisu. Ni tendo moja la heshima sana, la upendo mkubwa sana. Na ba... Amani ya Tanzania ni lazima tuitengeneze wenyewe wa Tanzania. Watu waliokuwa nje ya Tanzania hawapendi amani hii kwa sababu amani ikishavunjika nchi, hao waliokuwa nje ndio watakao nufaika. Na mfano Kongo unaona. Watu Kongo wanapika kwenye kichwa. Yaani unachukua unga na maji unaweka kwenye kichwa unakimbia nayo. Itakapokushajua unakwenda kula huko unapikia kichwani. Maisha hayo kaka. Hivi hivi ilivyokuwepo, kwa mfano kama mi nikitaka kwenda Dar es Salaam nakwenda, nikitaka kwenda Mwanza nakwenda, nikitaka kwenda Dodoma nakwenda. Raha ile hiyo. Lakini kuna picha moja ambayo inanipeleka mbali sana. Kuna baadhi ya watu mfano Tundu Lisu alikuwa nje ya nchi, ameishi kwa muda mrefu nje ya nchi bila kurudi ndani ya nchi yake. Mtazamo wangu wa kisiasa <coughs> Daktari Samia Suluhu Hassan alikwenda Ubelgiji akaonana naye na akamwambia arudi nyumbani. Sasa kipengele hiki kinanipa matarajio makubwa sana, lakini na saa zake yeye kama yeye kwamba kuwe na siasa ya maridhiano na ya kuheshimiana, kinyume cha kuwa na siasa ile ya maneno makali makali mazito mazito ambayo ukiyachambua kwenye kichwa kama binadamu yanakupa hasira. Kwa mfano labda kama mtu kumwambia huyu mwizi, simenelewa. Kwa hiyo mtazamo wangu mimi kisiasa, kwamba kupitia pekee ndo solution ya kila tatizo lililokuwa mbele yetu foana, maana yake ni maridhiano, majadiliano, nidhamu na kuheshimiana. Sasa hayo mambo yakishafanyika fanyika, maana yake mijadala na maridhiano, mfano tu leo wanaweza kuja watu wa Chadema wakakutana na viongozi wa chama cha Mapinduzi wakakaa pamoja, wakazichambua itilafu zilizokuwepo ambazo zinaleta chokochoko choko, ya kutoku wengine kusema uchaguzi usifanyike, si ndio? Hii Kiingereza, uchaguzi usifanyike mpaka ipatikane katiba, sijui. Mnaelewa? Sasa hili ni tatizo. Tatizo hili haliwezi kuisha kwa namna yoyote zaidi ya kukaa katika meza na kufanya majadiliano, maridhiano, makubaliano na maamuzi ya pamoja, ili huyo anayetaka hiki apate huyu anataka hiki akose, huyu anataka hiki apate, ili mradi maisha yaweze kwenda vizuri. Na ndio jawabu pekee litakalo tuweka pazuri wa Tanzania ni makubaliano na maridhiano na, na viongozi wote wa nchi walioanza mpaka anafika Dokta Samia suluhu Hasan kasoro, ili neno Dokta Samia ameligeuza tu kuita fawara. Lakini majadiliano maridhiano yalikuwa yanatumika, lakini kwa lugha nyingine na kwa jina jingine. Mzee Kikwete ameshawahi kuita wazee wote wa Tanzania wakutane wapi kama Ikulu, Dodoma, kama Dar es Salaam kwenye sekeseke seke la Tuktali. Aliwaita wazee. Akazungumza na wazee kwamba nyinyi wazee tafadhali mkawaambie vijana wenu kuna moja, mbili, tatu, napenda kuwatumia kama wazee mkirudi huku mkakae na watoto wenu mwelekeze moja, mbili, tatu, nne, tano, sita, saba. Fujo mimi sihitaji. Maandamano ambayo yana msingi sihitaji na kama hilo tutafanya hivi tutafanya hivi tutafanya hivi, hatimaye lile likapita. Hiyo hiyo foara yenyewe hiyo alitumia Daktari Ali Hassan Mwinyi kwenye ile nani, ile ile ile, ile, ile tatizo la Magomeni. Moja tu alisema, kwamba nyinyi mnakula nguruwe na nyinyi mnalinguruwe mnakula ngomba, Mungu anasema la kumdini hukumu wali ya dini, umenelewa, si hivyo? Kwa hiyo ruksa. Sasa lile neno ruksa lilo lizungumza Mwinyi foara lile anayetaka kunua gari anunue ruksa, anayetaka kujenga nyumba ajenge ruksa, anayetaka kwenda Zanzibar kutembea aende ruksa, mradi asivunje sheria ya nchi, unanielewa. Hiyo nini mariziano. Lakini akarudi kwenye kwenye, maana yule ni muumini wa Kiislamu, akarudi kwenye aya za Mungu. Mungu anasema lakum dini hukumu walia dini, wewe na dini yako na mimi na dini yangu, tutakutana huko baada ya kutupata mauti, na kila mtu aruke ruke duniani hapa katika uhai lakini buu kafa, maelezo yatakuwa chini ya ardhi. Kwa hiyo maridhiano yananipa mategemeo ya kujenga sehemu nzuri sana. Nimefurahi sana Samia alivyokwenda kumwangalia Lisu akiwa, akiwa wapi? Nairobi, tena wakati ule Magufuli yupo, Magufuli yuko hai. Dokta Samia alikwenda Nairobi kumsalimia Lisu. Ni tendo moja la heshima sana la upendo mkubwa sana. Na bado narudia, kama ningepata muda wa kukutana na Lisu uso kwa uso, ningemuomba tu baba, baadhi ya maneno usiyatamke mbele yani ya Samia. Mambo ya siasa siyaingilii sana, lakini yale maneno kwamba mwizi si hivi si, yani yale akikashfa kashfa ya, ya, ya, kimjini mjini. Kwa sababu yule binadamu, mi binadamu na wengine sote binadamu na mawazo yanatoka kwa binadamu. Mimi naweza kumshauri neno yeye na yeye anaweza kunishauri mimi kama mtu sinumani lewo, kwa sababu miongoni mwa watu ambao wanatakiwa wapige magoti alafu wanyoshe mikono kwa Mungu pamoja na, na, na, na, na, na, na, na Liso, tendo la kumruhusu kurudi Tanzania kuwa huru ni faraja kubwa sana. Ana watoto wake leo, ana wakeze, ana shemeji zake, ana marafiki zake. Kwa hiyo hifoara, maana yake msimamo wangu mimi uko kwenye kuikagua hii foara na kuifata foara, ili itujengee kama kuna vipengele vilivyopungua vijaziwe, nyama maisha yaende, Tanzania ibaki kwenye amani. Alafu tabia ya dunia haina wema, hakukuwa na mtu mwema duniani kama Muhammad Gadafi. Gadafi alikuwa mpaka anawaolea watoto wa kiume, anawapa watu mitaji kupitia siasa hiyo hiyo hiyo hiyo kupitia ndugu zake hao, kaonekana, ikaonekana hana maana, hafai, si kiongozi, lete mapinduzi, mwaga watu damu, wamechinjana na watu hatima. Hiyo heshima ya Libya imeondoka. Sasa hii Tanzania, hali ya watu kuuza nyanya, kali ya koo ndani ya downtown area, ile city area, watu wanauza nyanya, wanauza vitunguu, maisha nakwenda.